mtoto wetu wa pili ambaye tulipata tukiwa na mpenzi wangu ambaye amelala sana ni Daniel. Daniel karibu. Ndio, Daniel ni alikuwa mjomba wangu, nilimpa jina mjomba wangu. Kwanza alikuwa ni mjomba, mtoto wa pili akawa baba, na mtoto wetu wa mwisho akawa mama, mke. Daniel mjomba, karibu. Bwana ni, ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Hii ni sherehe ya mapenzi. Niko namba 151. Naomba nichukue beti la tatu na la nne nilisome, tutaimba pamoja ora. Beti la tatu: mkono akinishika, kamwe sitanumunika, atakachoniletea ni tayari kupokea. Beti la nne: nikiisha kazi chini, sitakimbia mauti kushinda ni ya hakika nikiongozwa na baba, kwa pamoja kuongoza unishika kwa mkono wa hakika, ni taandanyanae. Kijana, mimi ni kijana mdogo sana, na wengi wetu tunafahamu vijana, vijana tuna mambo mengi, lakini katika kila kitu ambacho nilikuwa nikiomba, Mungu alikuwa ananisaidia, Mungu alinijibu. Mimi siamini katika maombi yangu mwenyewe, ninaamini katika mtu ambaye alikuwa ananiombea, na kati ya hao watu ambao walikuwa wanasimama kuomba kila asubuhi na jioni huyu nina mama ninabaki na pengo kubwa kuamini ya kwamba sijakosa mama bali nimekosa mtu ambaye alikuwa anatumia nguvu nyingi na jitihada nyingi sana katika kuniombea. Bibi, naomba unisaidie katika Um, mara ya mwisho ninasikia mama ana anaenda kutoa ushuhuda kuhusu mimi kanisani alienda kutoa ushuhuda kuhusu nilipopata kazi, sehemu nilipopata kazi. Nimefanya kazi siku kumi na mbili tu okay. Kabla ya haya kutokea, kabla ya hapo nilikuwa nina nina shida kidogo na sehemu ambayo nilikuwa ninafanyia kazi hapo mwanzo, kwa sababu ya, ya, ya swala huyu bibi, mbaya, hapa, la Sabato. Huyu babu ambaye amekuja hapa ameongea ya kwamba usabato umefanikisha sana familia yake.